muona lakini nakutana na watu wa maana, na nilipoteza mimi, hakuna aliyemweza. Sawa, huyo ndugu yenu mtu Fudenge alicheza na mtu mmoja tu Shibangu Kayembe, pale shamba la bibi, alipigwa kama begi, nikamwambia msbu ni mwonyesho ukubwa. Maana katika pambano ambalo lilifanyika majuzi, Hassan Mwakinyo pamoja na yule raia wa nchini Nigeria na Mwakinyo aliweza kushinda kwa KO. Sasa huyu ni Twaha Kiduku na hayo uliweza kuyasikia ni baadhi tu ya maoni ambayo ameweza kuzungumza ama maneno aliyoweza kuzungumza baada ya pambano lile aliloshinda Hassan Mwakinyo. Ameweza kutoa maoni tofauti akisema kwamba Mwakinyo aliweza kupewa bondia ambaye pengine ni mgonjwa ama hajiwezi ndio maana akaweza kushinda pambano lile. Na yeye kwamba ameweza kushinda mapambano mengi na kushindwa mapambano ambayo n gumu zaidi ambayo Hassan Mwakinyo asingeweza kuyashinda. Na pia ameweza kutoa maneno, ameweza kuzungumza kwamba siku ikifika pambano kati ya Twaha Kiduku pamoja na Mwakinyo, basi siku hiyo atachimbika kweli kweli. Sasa hii ni video ambayo Twaha Kiduku ameweza kuposti katika akaunti yake ya Instagram na kuweka majivuno hayo. Si unajua wote hawa ni mabondia ambao huwa wanachuana vikali. Twaha Kiduku, Dula Mbabe pamoja na huyu eh, Hassan Mwakinyo ni watu ambao wamekuwa na mabifu ya hapa na pale. Eh, tunajua katika kazi na nini kuna ule ushindani ambao huwa unaonekana kwa watu tofauti tofauti, hasa ambapo unachukua ushindi fulani ama unapoteza kitu fulani, basi kuna maoni ambayo huwa yanakuja tofauti, wengine wakikupongeza, basi wengine pia wakiweza kufurahia jinsi ambavyo umepoteza, lakini wengine pia wakiweza kutia moyo. Sasa ni kulingana na wewe ambavyo nafsi yako ilivyo. Sasa kilichonivutia zaidi katika video hii ni zile komenti ambazo wameweza kumjibu E, Twaha Kiduku, lakini yeye mwenyewe amesema kwamba, e, kwanza ameanza kwa emoji za kucheka sana pamoja na kulia, afu akasema aya, nasubiria mitusi ya mashabiki wa mtu Fudenge. E, aya, nasubiria mitusi ya mashabiki wa mtu Fudenge. Aliweza kusema hivyo katika video hii. Haya bwana, huyo hapa anasema bendera chuma, mlingoti chuma, show, show. Akaweka pale imoji ya moto na kumnyoshea mikono twa hakiduku. Mgeni anasema zipigwe tu, mlingoti chuma bendera chuma. Mgeni anasema chairman. Mgeni anasema vua miwani tuone macho yalivyokaa upande kama koa. Sawa, katuletea bondia ana kifafa ila brother wa Tanga akaweka pale na imoji ya kulia kwamba katuletea bondia ana kifafa ila brother wa Tanga huyo anaitwa official Kevo TZ. Mgeni anasema kama unamuweza, hebu nenda kafanye naye, hebu nenda kafanye kama unaiba nazi tu. E, kama unamuweza, hebu nenda kafanye kama unaiba nazi tu. Sawa. Mgeni anasema, mgeni anasema bas habib. Mgeni anasema oya wewe, mbona e, uliletewa bondia Mfilipino mzee mkata viuno na ukashang, ukashangilia kama vile umempiga e, my m haujawahi kushinda pambano lolote la nje. Misri ulipigwa, Urusi ulipigwa na Mkazakistan, kuna nokaut wala ko zaidi ya yule mfilipino mkata viuno. Hujawahi kufikia hata nyota tatu na hujawahi kuongoza uzito wako. Kila siku unamkimbia Selemani Kidunda na pia unamkimbia eh, katompa wa DRC halafu He, unakuja kumzungumzia mtu ambaye ameshinda mapambano ya nje tena main kule Uingereza Birmingham, ameongoza uzito wake kwa Tanzania na Afrika kwa ujumla mpaka kuwa bondia namba moja, bondia anayelipwa zaidi Tanzania, yani aichukua US dola zaidi ya elfu sabini kwenye pambano lake la Liam Smith Uingereza, kitu ambacho wewe hujawahi hata kuota. Ni nyota tano kupambana na mabingwa wanaojulikana duniani kama ondongo na Smith. Kapeperusha vizuri bendera ya Tanzania na ana knockout out ya KO za kutosha, kaka, na kukubali ila kwa daraja la eh, Champions Makinyo wewe bado sana kaka. Ukweli ndio huo, hamgusi hata kwa kunusa. Kama unaamini, tafuta promota wako na atilisti aseme atamlipa Mwakinyo dola laki moja uone utakavyonyoshwa, sio ni promota kaka. Mwakinyo sio levo za kusema utamlipa dola elfu mbili pesa ambazo hazitoshi hata kununulia vifaa vyake vya mazoezi <laughs> kid blo, mbona eh, utashine tu unamkimbilia kwa Mwakinyo wakati bado hujamaliza na Assembly William ya kupiga vibaya sawa. Hayo ni maoni tu ya huyu jamaa. Huyu jamaa anaitwa Elisamehe Charles official ameweza kucomment maon, maoni marefu kwelikweli. Mwingine anasema wewe, bondia mzuri, shida unaona watu wawili wawili. Mwingine anasema punguza kunywa visungura, Mwakinyo humwezi wewe. Kutwa nzima unakunywa visungura, uje ushindane na mtu anaishi lifestyle kibondia. Sawa. Mwingine anasema huna jambo wewe, haujawahi kuonyesha kokote duniani, unadanganywa na wake wenye chuki wenzako zililogwa mbali, zilipendwa mbali. Sawa, ni maoni tu ya baadhi ya wadau kulingana na wewe ambavyo, you make you sure na subscribe. Hii ni Kanyuka TV, na kila kipindi kijacho nitaweza kusoma komenti nne za muhimu katika video hii. Wazee wa Nongo tumerudi, mm. Ah, mimi nilichogundua baadhi ya watu wengi pia wanapenda sana uongo, wanapenda kuongopewa, maskini ya Mungu, ila waupende ukweli. Ushaona bwana, eh? Mi nawambia kweli, promota Semunyo kaniletea mimi majini, kaniletea watu ile promoter, hakuna alafu jinsi vukwanatoka, Mungu mwenyewe ndo anajua, Mungu mwenyewe ndo anajua jinsi gani vukwanatoka Ushaona bwana, na inafikia kipindi mpaka napoteza, umeona, lakini nakutana na watu wa maana, na niliopoteza mimi hakuna aliyemweza. Sawa, so, huyo ndugu yenu mtu Fudenge alicheza na mtu mmoja tu Shibangu Kayembe pale shamba la bibi, alipigwa kama begi. Nikamwambia ni mimi sibi, nimwonyeshe ukubwa, maana alikuwa ataka limecha kana kataa. Nikamwambia nileteni mimi, mimi namfundisha ngumi, nimwonyeshe ngumi nicheza mchezo nimemchezea vizuri baba, ule kalizika kabisa, ushaona. Kwa hiyo bwana, mimi naamini siku zote uongo utaenda. Ila jibu kukula chileo, ipo siku watu mtakuja kujua ukweli ipo siku, na mimi nawambia kabisa, mtoto, endelea kuongopea watu, ila siku utakayokubali tena u... sio kukubali kwa mdomo, kwa sababu sikupashakubali hujataka kusaini shona, lakini sasa siku umekubali, umetia wino nganganganga, ngan, ngan, babake wewe. <laughs> Akia Mungu nakufumua mbwa, we, nakufumua kweli. Mwanangu, nakwambia kweli, yaani sikuchekei, sikuonee siku huruma, nakufumua kweli. Yaani kimbia hivyo hivyo. Uende kuwangopea watu, wewe mtu umempiga bega la kulia kashika pua. Aki Mungu. <laughs> ah, aki Mungu. Jamani, sio kila mtu akapiga mtu kashinda ndio kwa mtu fulani. Jamani angalie na watu. Na ndio maana nilimposti jamaa kabla pombe na kitu. Wewe bwana, mimi nitakwambia bwana, wewe Mwakinyo sijui. Wewe ukitaka uwe bora, kwanza kamombe, lazima kaka, kwa Amisi. Pia ukamwombe radhi mzee wetu za yumba ule ukamwombe radhi, ndio utauli katika mfumo na utanyoka. Wajifanya unakunja domo, tukanye manyongeza sijui nini ko chake mganga sijui hakuna hiyo. Kaombe radhi afu utulie jimu pale, wewe utakuwa bora zaidi, lakini sio kwa hivi. Kama utenda hivi kila siku utachukua nyanya, nyanya ndizi. Ila mimi kwa kanyaga kweli, tuendelee kuongea hivi mtandaoni ila siku unakuja kutenda na kuua kweli, nakwambia kweli, nakufumua uongope tu. Watu aya, bwana fudenge fudenge.